Kujizuia kwa sababu tulipoanza ibada hii, wale vijana waliokuwa wanafanya mchezo huo wa kuigiza walimdhihaki wakati walikuwa anasema, ah, wewe ulikuwa unaponya wagonjwa, sasa jiponye wewe. Ulikuwa unaona una una, wewe ulimuokoa Lazaro, sasa ni wakati wako, jiokoe. Walimdhihaki anakuwa na uwezo kufanya jambo wakati ule, lakini alijizuia, hakuenda na sauti za watu. Walimtumbia mate, lakini hayo hayakumzuia walimtesa. Alikuwa na uwezo. Nakumbuka Simioni Petro anatoa panga ili apigane na wale ambao wanakuja kumshika Yesu. Yesu anamwambia rudisha panga alani mwake. Yeye hajakuja kama mtu wa vita, alijizuia mambo mengi ambayo alikuwa na uwezo wa ya kuyafanya, kwa sababu yeye aliangalia yaliyo makubwa zaidi. Kwa hivyo ndugu zangu na dada zangu, katika kubeba msalaba wetu tuangalie jinsi alivyobeba msalaba wake Kristu ulikuwa ni msalaba ambao ishara yake kubwa ni kwamba dhambi zetu zitatundikwa humo. Kristu amekubali kuwa sadaka, Kristu amekubali kutufia sisi, na hiyo ndiyo tunasema, the greatest gift that God has given to his church is the gift of his son, yule ambaye atakufa kwa niaba yetu sisi. Na ndio sababu kipindi hiki kimetuuliza tuweze kuchukua nafasi moja ya kitubio. This is a moment of reconciliation with God. Do we take time and do we take that advantage of this gift of reconciliation that God has given us? Kupitia kwa kifo chake. Kristu alipea kanisa lake mamlaka, alipomwambia kwamba yoyote mtakayemwondolea dhambi ameondolewa. Ishara kubwa ya msalaba huo ilikuwa ni maondoleo ya dhambi. Kwamba yale ambayo tumeyabeba mabegani wetu mazito mazito, tukimwendea Kristu tuweze kuzishusha kwake, yeye atatusaidia kuyabeba. Hakuna mzigo mwingine mkubwa isipokuwa ule mzigo wa dhambi. Tukirudi kwake na kupiga magoti kwa unyenyekevu na kuomba na kuomba neema, yenye yuko tayari kutusamehe. Leo hii tutakapokuja kuabudu usalama huu, tunakuja mbele za Kristu kama waliosikitishwa na dhambi zao, kama waliomwasi Kristu katika kuanguka kwa dhambi. Kila mara tumrudie na tumuombe atupe neema hiyo inayopatikana katika njia yake ya msalaba, neema ya kututia nguvu na ujasiri ya kuweza kupingana na hayo ambayo yanaweza kumrudisha Kristu msalabani. Tunaambiwa tunamrudisha msalabani kila wakati tunapomwasi, kila wakati tunapoanguka, kila wakati tunapotenda dhambi, tunaendelea kumtundika. Tunaendelea kusema tupewe Baraba, Yesu asulubishwe. Tuombe ili tukaweza kweli kutambua upendo mkubwa ambao Mungu ametuonyesha sisi. Amesulubishwa msalabani, mikono yake miwili ameiweka wazi, ishara kwamba ametukubali sisi sote. Ametukubali katika hali zetu, katika unyonge wetu, katika udhaifu wetu, katika dhambi zetu. Ametukubali na akasema sisi ni wana wake, sisi ni watoto wake. Hiyo ni neema kubwa, na tuombe Mungu kipindi hiki cha Pasaka kiweze kuwa chenye faida katika maisha yetu ya kio, iwe ni nafasi yetu ya kumrudia Mungu na tumeambiwa turudi, tukaweza kupokea matumaini hayo, tumaini, tumaini kubwa, na tumaini letu ni Kristo.